Moja ya taarifa ambayo imeifanya wiki hii ianze kwa kuchangamka ni taarifa ambayo inamhusu mbunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Sofia Mwakagenda ambaye yeye rasmi amethibitisha kuhamia Chama cha Mapinduzi CCM mara baada ya bunge kuvunjwa mnamo Juni 27 2025. Hayo yamejiri akiwa ya katika mkutano wa hadhara ambao umehudhuriwa na mamia ya wananchi wa wilaya ya Rungwe pale katika viwanja vya shule ya msingi Buliaga, Tukuyu mjini. Mwakagenda bwana amekishukuru chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa kumlea na kumjenga vizuri kisiasa huku akiaga rasmi kwamba itakapofika Juni 28 saa tano kamili asubuhi atahama rasmi chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kujiunga na chama cha mapinduzi CCM, ili kuendeleza jitihada za kuwatumikia wananchi. Nikinukuu kile ambacho alikisema Mwakagenda katika mkutano huo, alisema ninashukuru Chadema kwa malezi na mafunzo kisi ya kisiasa niliyoyapata. Kuanzia saa tano asubuhi ya Juni 28 2025 22, nitajiunga rasmi na CCM ili kuendelea kuwahudumia wananchi, mwisho wa kumnukuu. Lakini wakati huo Mwakagenda bado hajathibitisha iwapo ataingia kwenye kinyang'anyiro cha ubunge ndani ya jimbo la Rungwe katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu, na ikumbukwe kuwa Bi Sofia Mwakagenda ambaye ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Mbeya kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ni sehemu ya wale wabunge 19 kumi na tisa ambao walifutwa uanachama na chama hicho. Lakini pia itakumbukwa kuwa aliwania nafasi ya ubunge katika jimbo la Rungwe kwa mwaka elfu mbili na ishirini kupitia tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Alikuwa akichuana na mbunge wa sasa ambaye ni Anthony Montona, lakini duru zinaeleza kuwa huenda mbunge huyo akagombea tena kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, lakini akiwa katika chama tawala chama, chama, bado hakuna taarifa rasmi ambazo yeye amezitoa kama iwapo atagombea ama hatogombea. Tunasubiri hiyo tarehe 28 ya, ya mwezi wa sita, ikiwa atatoa taarifa kamili kama atagombea nafasi ya ubunge au hatogombea. Mtazamaji, endelea kutembelea channel hii ya Kela FM Digital, kidigitali zaidi, tunasonga na wewe hatua kwa hatua. Mimi ni Mr TK katika tumsefu Instagram pamoja na Facebook. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Bye bye.